aya ahunjia ni matu hunjageria na thina na oguo ona o koraga ngora i nyinamu no ahunjirio ukaigua utaimana mwihoko no wagia mwihoko no na thina nduri hau kwi ahunjia ngi mahunjagia ukaigua ni maratu enjoy ate ii mwakani yako werwo nu mwakani waku mwaka ni witwo ithuothe utapata pesa

gako nyitithania maguru hau wa ngeci nowe maguru iguru iguru na mugoce ona ngo ni nyimbo kuma ithano au ni ho ngai ari ukira ugie mwana faith without actions cio ni witikia mukuo we tindauga i mwaka ni wako ugatinda thoro utire uthi guthie na mbere ni ukira